Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amezindua mitambo kumi ya uchorongaji na vifaa vya utafiti wa madini vyenye thamani ya shilingi bilioni 12.41 kwa ajili ya wachimbaji wadogo ambayo itapunguza changamoto za wachimbaji wadogo ya kufanya uchimbaji bila kuwa na taarifa za kijiolojia. Akizungumza baada ya uzinduzi huo Juni 24, 2025 kwenye Kituo cha Mikutano cha Jakaya Kikwete jijini Dodoma, Majaliwa amesema hatua hiyo ni mwendelezo wa juhudi za Rais Dkt Samia Suluhu Hassan za kuboresha shughuli za wachimbaji wadogo wa madini na kuwawezesha kuongeza uzalishaji. Mnamo Oktoba 2023 Mheshimiwa Dkt Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alizindua mitambo mitano ya awali ya uchorongaji kwa ajili ya wachimbaji wadogo, kwani mitambo hiyo mitano imeshatoa huduma ya uchorongaji kwa wachimbaji kumi na sita katika maeneo mbalimbali nchini na kuchoronga jumla ya mita 1350.37 Kutokana na wingi wa wachimbaji wadogo nchini na kuwa na mwitikio chanya wa wachimbaji wengi hasa katika kutumia mitambo ya uchorongaji, Mheshimiwa Rais alielekeza wizara yetu ya madini kuhakikisha kwamba inaliagiza shirika lake la madini la taifa ambalo ni Stamico kuongeza mitambo mingine. Leo hii nafurahi kuwajulisha kwamba kabla sijaingia hapa nilikuwa nafanya kazi ya kukagua, lakini pia nimefanya kazi ya kuzindua mitambo mingine kumi ya uchorongaji na vifaa vya utafiti vya awali ambayo imenunuliwa na Stamiko. Tuwapongeze Stamiko kwa kazi nzuri ambayo ameifanya ya kununua mitambo hiyo. Serikali imeongeza mitambo hiyo kumi ambayo nimeieleza yenye thamani ya bilioni 12.41 ambayo tayari imezindua. Sambamba na mitambo hiyo, vipo vifaa vingine vya jiofizikia kwa ajili ya kuwawezesha watafiti kufanya utafiti wa awali kabla ya kuanza uchorongaji. Ni imani yangu kuwa kuongezeka kwa mitambo ya uchorongaji maalumu kwa wachimbaji wadogo kutaleta mageuzi makubwa na manufaa makubwa kwenye sekta yetu ya madini. Kwenu wachimbaji wadogo na wachimbaji wa kati, endeleeni kuuza madini katika viwanda vyetu vya kusafisha dhahabu ili kuendelea kuchochea ukuaji wa uchumi hapa nchini. Na wale ambao wanashughulika na usafishaji wa madini, nenda mkauze kwenye masoko yetu 43 tulioyaweka na vile vituo 109 ili tujiridhishe madini mzunguko wake ndani ya nchi unaanza kunufaisha taifa letu, badala ya kutorosha madini unapeleka nje ya nchi. Maana yake nini? Unakwenda kunufaisha nchi hiyo. Kama kweli wewe ni mzalendo wa taifa hili, unalipenda taifa hili lipate maendeleo, unapenda kuona taifa hili likiwa na mapato makubwa, tuendelee kutoa huduma za jamii kwa wananchi popote utakapozalisha madini umeyasafisha unaenda kwenye masoko, nenda kwenye masoko ya ndani ya nchi. Waziri wa madini Anthony Mavunde amesema katika mwaka huu wa fedha sekta ya madini imefanikiwa kuchangia katika mfuko wa serikali kiasi cha shilingi trilioni 1.01. Mheshimiwa mgeni rasmi, maduhuli ambayo sekta ya madini inaingiza mfuko mkuu wa serikali yamezidi kuongezeka katika mwaka wa fedha 2015 2016 sekta ya madini iliingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni 162 tu kwa mwaka mzima. Baada kufanya ya kufanya marekebisho ya sheria mwaka 2017, ambayo yalianzisha masoko ya madini na vituo vya ununuzi wa madini hivi sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi, mchango wa sekta ya madini kwenye maduhuli ya serikali umeongezeka maradufu mwaka wa fedha ulioishia tumeingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni mia saba hamsini na tatu, na katika mwaka wa fedha unaoisha tarehe thelathini na moja mwezi huu tuliwekewa malengo ya kukusanya shilingi trilioni moja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, zikiwa zimebaki siku takribani saba kufikia tarehe ya mwisho nayo furaha kubwa kukutangazia kwamba sekta ya madini mpaka siku ya leo tumeingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni moja nukta sifuri nne sawa sawa na asilimia mia moja na nne ya lengo ambayo tumewekewa. Naomba nichukue fursa hii kutamka kwamba katika miaka minne ya Daktari Samia Suluhu Hassan sekta ya madini imeshuhudia mageuzi makubwa sana. Naye rais wa shirikisho la vyama vya wachimbaji madini Tanzania FEMATA John Bina ameshukuru serikali ya awamu ya sita kwa uamuzi wake wa kusimamia sekta ya madini ikiwemo kuwawezesha wachimbaji wadogo nchini. Madini ni sayansi, madini ni biashara. Mheshimiwa Waziri Mkuu na Watanzania wote kwa ujumla, imani iliyokuwepo huko zamani ilikuwa inaonekana mtu yeyote anaenda kwenye migodi amepotea. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, nataka nikuhakikishie kwamba sasa watanzania wanachangamkia fursa. Na hii ililetwa makusudi na wakoloni, na wakaambia wale wafalme wetu kwamba madini ili uchimbe ni mali ya majini, ili wao wanufaike na madini haya. Kwa kweli sisi kama wachimbaji tutaendelea kumkumbuka Mwalimu Nyerere akaweka madini haya. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, nataka nikuhakishie kwamba wachimbaji sasa wanatosha kuchimba cha msingi ni serikali jipange namna ya kutengeneza matajiri kutoka kwenye sekta hii ya madini. Tumejaribu kufanya tafiti duniani kote, sehemu peke yake ambako wachimbaji wanaheshimika, wanathaminika na wana na sheria yao ni Tanzania peke yake. Tupigie sana serikali yetu makofi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, la mwisho kwenye vifaa hivi nataka niwaambie wachimbaji wote kwamba sasa ule mtambo wa kuchoronga upo, mtambo wa kuchoronga lakini pia kuna skana yani, kabla hujachoronga lazima utafute target. Hilo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaona kama ni mwarobaini na tuendelee kupongeza STAMIKO. Sasa tunawaona kwenye macho ya kazi badala ya macho ya siasa peke yake. Zaitu ni mkwama. Daily News Digital.